Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya siku. Leo Ijumaa, Juma la 24 kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 6 Aya ya pili hadi ya kumi na mbili. Na somo la Injili natoka katika Injili ya Luka sura ya nane aya ya kwanza hadi ya tatu. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikuwa akizungukazunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu na wale tenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kaza ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa, wakaponywa. Nao ni Mariamu haitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba, na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tutafakari injili ya siku ya leo, ambapo leo kwa namna ya pekee mwinjili Luka anatuhabarisha tena juu ya utume wa Yesu Kristo, kazi iliyomleta duniani ya kuihubiri Injili, yaani habari njema ya wokovu. Lakini leo kwa upekee wake Mwinjili Luka anatueleza juu ya wale wanaoambatana na Yesu Kristo katika mahubiri na safari yake ya kitume. Injili inawataja Tenashara ambao ni wanafunzi wake. Kisha inawataja wanawake kadha akiwemo Maria Magdalene aliyetokwa na pepo saba. Wanawake hawa hawaonekani wakiambatana tu na Yesu Kristo. Bali tumesikia kuwa wanamhudumia tena kwa mali zao. Wapendwa katika Kristo, niwaalike nitafakari na kujikumbusha mambo mawili muhimu yatokanayo na Injili hii ya leo. Jambo la kwanza, kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu. Tumesikia Yesu akiendelea kuhubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Anahubiri kwa maneno na kwa matendo anaponya wale wote waliohitaji msaada wa uponyaji akiwemo Maria Magdalene. Ndugu zangu, kwa ubatizo tulipokea neema ya kuwa wahubiri wa imani ya kweli kwa maisha yetu. Tujiulize, je, kwa maisha yetu na maeneo mbalimbali tunayopita, watu wanaona upendo wa kimungu kutokao ndani mwetu? Wakituona hama wakitusikia wanapata tumaini la kuona suluhisho la changamoto zao? Hao, uwepo wetu katikati yao umekuwa mwiba mchungu kwao wanaotuzunguka. Hata tukiondoka wanasema afadhali ameondoka. Ndugu zangu, tujitahidi sana kuwa wajumbe wa habari njema, ili tupitapo watu waguswe na maisha yetu na kuonja upendo wa kimungu. Jambo la pili, kutegemeza kazi za kitume. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, leo mwinjili Luka anawataja wanawake wanaoambatana na Yesu na wanamhudumia kwa mali zao. Tukio hili ni la pekee na la kustaajabisha, kwani kwa kadiri ya jamii za Kiyahudi ilikuwa ni kosa na tuhuma kwa mwanamke kuambatana na walimu wao katika kazi zao. Jambo hili ni tofauti kwa Kristo anapoambatana na wanawake hawa. Anaonyesha wazi kuwa kazi ya kuhubiri habari njema ya wokovu ni ya wote wanaosadiki na siyo kundi fulani au tabaka fulani. Wapendwa katika Kristo, akina mama hawa wanaoambatana na Kristo kwanza wanazihirisha hamu yao ya kumtumikia Mungu kwa majitoleo kamilifu ya kile walicho nacho ili utume wa Kristo uendelee. Mwamko huu ndani mwao unaweza kuwa umechagizwa moja kwa moja na upendo waliohonja kutoka kwa Kristo alipowahudumia na kuwaponya, mfano Maria Magdalene. Shauku yao inaenda mbali hadi katika njia ya msalaba, ambapo tunasikia wanamlilia Yesu wakiyaona mateso anayopitia kwa sababu ya kushuhudia ukweli na kuwapenda upeo wote walioonewa. Kwa kutambua upendo wa kimungu, nao wanaona haja ya kujitoa kwa hali na mali. Leo katika kanisa tunamshukuru Mungu kwa uwepo wa vyama vya kitume ambavyo vinajitoa kwa dhati kuhakikisha wanalitegemeza kanisa. Kwa sala na sadaka zao. Hatuachi kumshukuru Mungu juu ya utume wa wanawake wa Katoliki, na kwa Tanzania ni utume mkubwa sana. Kauli mbiu zao wenyewe husema WAWATA ni bomba la maji na kumwagilia kanisa Katoliki, na nyingine kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Kwa hakika, kauli mbiu hizi ni msingi imara wa uhai na uwepo wao katika kanisa kwa lengo la kulitegemeza kwa sala na sadaka zao. Leo kwa namna ya pekee tusali na kuviombea vyama vya kitume vyote ambavyo vinafanya kazi katika kanisa kwa lengo la kutegemeza utume wa kanisa. Aidha, tusisahau kumshukuru Mungu na kuombea majitoleo ya watu binafsi na makundi mbalimbali yanayojitolea katika kulitegemeza kanisa, ili kwa sala na sadaka zao, utume wa kuihubiri habari njema ya wokovu uzidi kuimarika na kusonga mbele ukiwafikia wote wenye uhitaji na hivi wafarijike, waponywe na kupata tumaini jipya la maisha yao. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyokuletea tafakari hii ni mimi Frater Noel Christopher wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!